Wanatarajia katika katika kujishughulisha kwao watumie fursa hii. Na mheshimiwa waziri, tumeweka na sheria. Inasikitisha katika baadhi ya maeneo, wanaoongoza kuvunja hiyo sheria sio watu wa kawaida ni magari ya serikali, inawekwa mita hamsini, inawekwa hiyo hiyo sheria ya hamsini ya kwa kilomita wa hawafuati, imewekwa zebra hawafuati, imewekwa taa hawafuati na wao ndio waliopendekeza mapendekezo ya sheria hizo, bunge limetunga sheria hizo baada ya serikali kupendekeza. Wavunjaji wakuu wanakuwa wao wa serikalini. Tunawapa kazi watekeleza sheria, kila wakati kumvu, kila wakati kumwomba radhi mtu aliyevunja sheria. Mheshimiwa Waziri, kaeni kwenye sekta kaeni sekta zote wadau wote, wadau wote wanaohusika wa, wanao wizara ya uchukuzi, wizara ya mambo ya ndani, jeshi letu la polisi na wadau wote hawa watumiaji wa, wa, wa, wa barabarani. Kama kama tunaona mita zile tulizoweka vibao vile tulivyoweka vya hamsini vimepitwa na wakati tuvibadilishe kama tunaona vimepitwa na wakati tuvibadilishe. Kwa kuwa sisi inawezekana viliwekwa wakati barabara ni za vumbi, labda hiyo ndio iliwekwa hiyo. Kama haitekelezeki tuibadilishe, tuweke ile tunayotumia. Tusiwe na sheria ya wananchi wa kawaida na tusiwe na utaratibu wa wa wa serikali wa serikali, wa, wa serikali kupita kama kufuata hiyo ina kera na sisi hatuifuati, nani atakaye, nani atakayewasemea hii kero, wale wanaokereka nayo? Kama tunaiona inatosha, kama tunaiona inatosha na ina umuhimu, kila mtu aifuate huu utaratibu wakuwa na sheria kwamba hii inawakaba tu watu wa kawaida na haiwahusu serikali. Kama tunataka hivyo tuandike kwenye sheria. Inaudhi, inaudhi. Mtu amebeba mgonjwa anafuata sheria alafu mwingine, mwingine yeye anapita tu, kama sio nchi yake, kama yeye ni mwingine kabisa kabisa, na wanaikiuka kwa makusudi. Kisha waambia juzi nilisema jambo, nikamsikia, nikamsikia mwanaharakati mmoja huko Gaibuni anasema huyu atakuwa, huyu ndo atakayekuwa waziri mkuu wa muda mfupi zaidi. Sawa, hata niwe waziri mkuu wa wiki moja, kwenye wiki hiyo, kwenye wiki hiyo sitaruhusu Watanzania waishi iwe nchi ya mabwana na watwana. Katika muda huo huo sitaruhusu Watanzania wawe na madaraja, kuwe nchi yenye mabwana na watwana, kwamba kuna sheria imetungwa ya, ya kuwalinda wa daraja la juu na kuwatweza wa daraja la chini kwamba akikosea wa daraja la chini anaadhibiwa pale pale, akikosea wa daraja la juu anapita ana, analindwa sasa. So, hilo ni la kuandika nalo, kwamba atakuwa muda mfupi zaidi, nitawasemea wale wa, wa, wa daraja la chini, kwa sababu hata nikitoka, si ndio nitakaoishi na, nitakaoishi nao hata nikitoka si ndo nitakaoishi nao, hata nikifa si ndo watakao watakaonizika. Nyie mliwahi kuona kaburi linajengwa na watu walio waliovaa suti? Mliwahi kuona kaburi linachimbwa na, na waliovaa suti? Lazima lazima kila mtanzania lazima kila Mtanzania apewe heshima ya kuona hii nchi ni yake. Mheshimiwa Waziri, kaa na, na wadau wote hili jambo litekelezwe. Kama tunaona hizo sheria tulizoziweka hazitekelezeki, tuzibadilishe ili Watanzania wote wanufaike nazo. <coughs>